Zilani, pembeleza, hiyo ni moja ya nyimbo zinazopatikana kipindi cha miaka ya zamani na ndio maana kila Alhamis tunaitaga TBT. Hii ni Instagram post inayokujia kila siku za wiki kwanzia Jumatatu mpaka hii Jumaa. Kumbuka hapa utapata stori zote kali kutoka katika mtandao huo wa Instagram. Mi naitwa Laila Swed kwenye Instagram, leo story ya kwanza inatoka kwa Wizkid. Kupitia kwa sasa kwa Instagram, ameposti picha akiwa na legends wa muziki na zungumzia Damian Marley mtoto wa Bob Marley. Yes, kupitia kwa sasa huo Wizkid ameweka picha hiyo na kuandika legends, huku akiweka alama za speaker. Tutegemea kusikia ngoma mpya kati ya Wizkid na Damian Marley kama ilivyokuwa kwa Jay-Z na Damian Marley pia ama vipi. Wiki ilopita msanii Wizkid aidondosha mixtape yake yenye ngoma 12 na bonus track moja, huku akiwa ameshirikisha ameshirikisha mastaa kibao akiwepo na Chris Brown wakina Drake na Trey Song pamoja na wengine wengi. Ili uweze kupata mixtape hiyo cha msingi tu ni kutembelea bio yake ya Instagram, uweze kujua utaratibu mzima ukoje. So nyingine inatoka kwenye ukurasa wa Instagram wa Zari The Boss Lady. Kupitia ukurasa wake huu ameposti picha ya mama yake ambaye amefariki siku ya leo Julai 20 mwaka huu, ambaye mama yake alizaliwa mwaka 1959 Mei 15. Katika ukurasa huo Zari ameandika, niaba ya Bongo 5 nzima, tunatoa pole kwa familia nzima ya Zari. Mungu ailaze roho ya marehema marehemu mahali pema peponi ili uweze kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, cha msingi ni kutufollow kupitia Instagram pamoja na Twitter. Pia kulike page yetu ya Facebook kwa kuandika Bongo5. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa kuandika Bongo5. Pia endelea kuitembelea tovuti yetu ambayo ni www.bongo5.com. Huko utapata habari zote za siasa, michezo, burudani na mitindo. Cha msingi tu ni kuweza kututembelea katika page yetu. Mpaka wakati mwingine.